VIP birthday party, industry nzima ameikutanisha hapa na siku yake ya kuzaliwa, na sisi wanahabari tukasema tuzungumze naye bwana habari zake, lakini pia kwa kwanini amekutanisha wasanii wote katika siku yake special kabisa ya kuzaliwa, akiwa na wenzake pia hapa. Tuzungumza nao. Inakwaje mkali, kama mwana mama? Vizuri, niko fresh sana. Nasema kwa mara ya kwanza mkali wenu leo, umepoa. Hongera pia kwa kuzaliwa. Asante sana, m sana. Sawa, kwa nini umeamua kufanya sherehe pia leo na kukusanyisha baadhi ya washikaji zako pia ndugu zako wa karibu kuwaleta hapa Mikasal. Um, mi sipenda sana kufanya parties, lakini um, na, na marafiki na majamaa na wengi lakini pia um, kuna siku kwa, kwa babangu Jodavi juzi kafikisha miaka miaka 43 sijui, akafanya birthday Jodavi, na umri wake wote kafanya birthday uh, uh, birthday birthday. Nikamuliza kwa nini unafanya birthday? um, ni kusherekea kusherekea, si kwamba umezaliwa kwa mwaka mara moja tu, sio? Ukipata nafasi ya kufly fly, kwa sababu um, happiness moments zinakuja mara chache sana kuliko sadness moments. Yani mara nyingi sio, na hata sisi vijana wa maskini sadness moment ni asilimia sabini alafu happiness moment ni asilimia asilimia chache sana so ndugu uh, yangu bwana DJ Klasiki ni mdogo wangu, akasema mkali, we can do something. Najua sio vitu vyako vya kufanya nini lakini tufanye kitu. Ngoja inawezekana, mbaya inawezekana. Akaniambia unajua hivi VIP sana, unajua wewe ni mtu muhimu sana. Akasema basi poa, kwa sababu mimi mtu muhimu, na mimi na watu wangu muhimu so kila mtu nafahamiana ni muhimu katika maisha yangu, lakini kila mtu muhimu katika maisha yangu ni muhimu. Akasema ngoja na watu wangu muhimu um, uh, so, kila, kila aliyekuja ni, ni mtu muhimu sana kwangu, hata bwana mame nikuja hapa ni muhimu e, na wengine skia upoja, lakini kwa wenzako ambao umewaalika wapo au excuse zimekuwa nyingi? mimi sijapata excuse hata moja. Mimi kila nimemwalika kani anakuja, so hata sipokuja kwangu somba. Mimi nimealika VIP, ndio maana ukiangalia katika posta posta zangu mimi sio tu kila mwenye maarufu au sele nimemwalika, kila mtu mwingine unaangalia um, so, unane umjui lakini kwangu mimi ni VIP, yaani mimi VIP yani si, mimi VIP sio tu kwa sababu sababu maarufu au star kwa sababu sele bwana. Uh, VIP ni yule mtu ambaye ana uh, asilimia hata moja ya umuhimu katika maisha yangu, huyo ndio VIP. Panasema wachekeshaji mnahudhuria sana matukio ya watu, ameshindwa kujibrand. Nimejaribu kufuatilia pia wachekeshaji wenzako umewaalika wakiwa hawajaja, tuseme wamemsikiliza mjako kwa wanajibrand sasa, kwa mchekeshaji mwenzao hawaji? hey, inawezekana, inawezekana, ikitukia wamejibrand ni nzuri, zaidi. Nzuri lakini katika maisha maisha ni wewe Mama, maisha ni wewe sisi wasanii wengi, asilimia tisini na tano tunaishi katika maisha tu, yani so, ya kuigiza, alafu mtu mmoja ambaye yeye ana maisha yake akakontrol wewe uishi kama anavyotaka, kwa sababu gani? Maisha tunatofautiana. Mjaku ni mtu tumoja, unajua na machapa yamesha gani. Kuna siku nani ajibanala alisema Mjaku bwana ana shape kuliko mwanamke asijui, unajua so, ikitokea mtu kama mtu Mjaku kaambia, mnakuwa kama macha na nyote, ila kweli utakuwa una akili au sawa kwa akili. Ishi wewe, yani wewe ishi. Mbona kwa kuita mwanangu, wewe mkakali nje bwana, natakupa elfu ishirini nikiangalia, tangu asubuhi sijala nisiende. Ah, mimi naenda sio. Uh, kila, kila mtu anatamani kuwa star, wengi wanaishi katika ustar, so mimi niko tofauti mimi nikienda, mtu akinita nataka kukuta hapa kesho hapa. Mtu akinialika, nanihusu na mtu wangu karibu, naenda ii sia BMW X5 yangu basi yangu. Nimeona sijaelewi hiyo BMW nimekuuzia nimekuuzia yangu. Kwa maisha ndio sasa, sina gari, nipo hapa, nimekuja kwa miguu kutoka Goba hadi Tabata. Ndio maisha yangu. Ndio sasa. Ukiwa kama msanii pia, tupongeze alichokifanyia Simba, upo kwenye sanaa mkali wenu. Pia Platinumz land imekuwa noma sana, show fulani amazing pia. Maoni yako kwenye hilo? Sasa Diamond, ile kawaida. Yaani, Diamond Diamond Diamond, huyo Diamond ndio mchukulia mdogo Tanzania kwa wasanii wa, wa kwa music yani, Diamond na Diamond namba moja kitu iko kishajipa watuamba tunamaliza. <laughs> umeona bwana, la la, la tuambie dakika moja tuatunamalizia uh-huh. Diamond ni msanii mkubwa namba moja Tanzania na East Africa, ukikubali sasa, usipokataa sasa. Diamond aliyofanya hakuna msanii mwingine shai ambaye anahitaji mafanikio makubwa hawezi kumchukia Diamond. Diamond kuna wili kama mwanaume basi, wewe mwanaume huku mwanaume upande mwingine lakini, yeah. lazima yeah. lazima lakini, lazima mkubali Diamond. Mwanamke ambaye anatamani mafanikio lazima amkubali, ampende Diamond. Msanii wa kwenu vipi, ndugu yenu kabisa Harmonize, natamani naye awe hivyo, kwa sababu katika list sasa hivi Diamond ama Harmonize? Hapana, ni Harmonize ni msanii mzuri by the way lakini sioni katika ule uchungu ambao, kwa sababu um, uh, kipindi, kipindi Diamond ipo kama Harmonize alikuwa bado ana push sana kufanya kazi, lakini Harmonize sasa hivi utakumuliza utamuliza, katika mapenzi labda. Harmonize na Kajara sio msanii mbaya, Harmonize ni msanii mzuri sana, lakini apushi mziki. Harmonize ana kipaji kikubwa, anaimba sana, lakini So, Mkali nikurudishe kidogo kwenye tukio lako hili. Umeliita ni VVIP kwa maana kwamba watu fulani ni maalum. Yeah. Siku mbili zilizopita palikuwa na birthday party ya Sophie Jwakali alizungumza maneno ambayo mashabiki wengi sana wamechukizwa, kama, kama, kama, kama, ma kama sikosei, ashakumu si matusi, alisema kwamba party yangu mimi sialiki na nimealika watu ambao wasanii wakubwa, sialiki nuka mikojo. Party yako umeandika VVIP kwa maana kwamba watu fulani maalum Oni kama na wewe umelala mule ambapo sofa imelala umeweka ume sehemu fulani ambayo kuna baadhi ya watu wawezi kuja tusemeje hapa? Hebu nitajua watu, watu, watu watatu tu VIP ambao watu kwako wewe nione. Watu watatu VIP ambao unajua VIP. Umeona huyu unamjua wewe? au unamfahamu? au unamfahamu? Lakini mimi ni VIP wangu lakini kwa, kwa Sofia akiona inawezekana akavinuka mkojo. Kwa hiyo kila mtu um, ana VIP kutokana na na Alef Sari yake. Mimi, anyone can be my VIP bila kuangalia sura, na ndio hapo unaona hapa sio maarufu, lakini my VIP. Huyu sio sio sio raje DJ. Lakini kwangu ni VIP. Kwa mimi VIP kama nimesema, nyote mmekuja kwangu, mimi ni VIP. Sio vinuka mkojo, lakini kwa Sofia Melo inawezekana kwake akavinuka mkojo. So mimi VIP ni mtu ambaye ana mchango mkubwa katika maisha yangu. Yeye maarufu awe kilema, awe mbaya, awe mzuri, huyo ndio VIP. Minakuangalia umaarufu wa mtu, skawalika maarufu mimi si misijarika tu maarufu mimi nimeandirika, kila mtu ambaye ni VIP ipomoja. Kwa ile ambayo ambalo mmezungumza, Sofia, neno lako ni lipi? Ah, mwanamke, mwanamke pia anaelewa. Kwa hiyo mimi namwambia natu msamaha, alikosa ao. Nakumalizia bana, kuzaliwa labda, una dedication yoyote na nini? Happy birthday to me, 23 years, miaka 23 ni miaka na miaka mingi. Alhamdulillah, nashukuru mzee, alhamdunahuru wezimungumiaka 23 mwezi elfu mbili na ishirini na tano mwezi wa sita. La kumalizia tarehe ishirini ninapambana na habibu pengo habibu pe na ishirini na tatu usinidogoshe bwana. La kumalizia tarehe 20 ninapambana na habibu pengo na gombani, mpanda mkanda wa PSC kwa mara kwanza raundi nane, sijawahi kupigana upengo. Ni mgumu, lakini inshallah inshaallah, Mungu yae. Kwa hiyo lengo la kuja hapa ni kukutana na watu wangu muhimu, mradi ni wage wezijua ulingoneza za nkafa, unajua vile, hiyo ndio lengo kwenye pambano. Kwa hiyo lengo, lengo sababithi la hapa ni kuaga. Alaipi mkali wenu. <laughs> Asante. <laughs> <laughs>